Sio, unapigwa vita. Shetani ana shida na mtu ambaye ana kitu <laughs> shetani ana shida kitu. Yaani, ukiona vita wewe, ulimwengu wa roho, nyota yako inang'aa. Wanasema zimeni, zimeni, zimeni. Nimetumwa nitangaze, mapito yasikuzimishe, vita isikuzimishe, wanadamu wasikuzimishe, maneno yao yasikuzimishe, kuangia kwao isikuzimishe, songa Nitasonga itasonga. Wangapi wanasema nitasonga mbele, mbele? Wakuite kila jina, waambie hayo ni mbolea kwangu, nimeshazoeaga. Wakuite malaya waambie sawa, mimi ni malaya, naandaliwa kwenda kuwa mtumishi wa Bwana. Sema faya, sema faya, nyanyuka sema, mwambie mwenzako naandaliwa kwenda kumi bora, mwambie naandaliwa kwenda kuwa boss. Mungu anakupitisha, ndoa inayumba ndo unalia, Mungu Baba, katika jina la Yesu natoa isa na isadaka, mwokoe na mume wangu, msaidia na mama yangu, msaidia na kaka yangu. Ndio kabisa, ukitoka kwenye ibada, ndo mme wako siku hiyo anakwenda hivi. Ndio siku hiyo kijana amechanganyikiwa. Baba, naomba kushinda vita, naomba wasaidia wazazi wangu ili wapate uchumi mzuri, ndo unaambiwa babaka amefukuzwa kazini. Kisikutishe. Shetani anaona kinachokuja. Shetani ameona binti anayekuja. Shetani ameona kijana anayekuja. Shetani ameona mama anayekuja. Wachana na habari ya kusema tumechoka. Mimi sijachoka, mimi sijachoka, mimi sijachoka, mimi sijachoka. Maandiko yanasema, bali wa mgojao Bwana watapata nguvu mpya, watapiga mbio kama tai, wala hawatachoka. Mimi sijachoka, mimi sijachoka, sijachoka. anayetembea na Yesu achoki, anayetembea na jemadari achoki. Bwana, vita vikija, yuko ndani ya Yesu. Wakipanga kifo chako, Yesu anasema hutakufa. Wakipanga utaingia kwenye majaribu, Yesu anasema nitakuchomoa huko huko. Saidia kumgusa mwenzako, kumwambie walio ndani ya Yesu hawachoki. Kiona tu mnasema nimechoka, kwisha habari, kwisha habari

kitabu cha Warumi nasema, msiifuatishe namna ya dunia. Dunia inasema tutakufa, dunia inasema kwamba hatutafanikiwa. Maandiko nasema, msiifuatishe namna ya dunia. Dunia inaona njaa, dunia inaona magonjwa, dunia inaona vita. Watakatifu hatuoni vita, tunaona shujaa wa vita yuko na sisi, anatembea na sisi, anatuimarisha kwa viwango Rabobo shanda. Naona mtu anayekwenda kuwa mlinzi, naona mtu anayekwenda kukomboa ndoa wenye hii, hii, watu nataka watu wenye stamina, watu wanaona ngambo ya pili. Aonavyo nafsini mwake mtu ndivyo alivyo. Unaandaliwa, ndio wanakuona nyumba imekaa vitu vimegoma, unaandaliwa na nimetuma ni yafukuza hayo mapepo leo sujshuja hata fia kwenye mapito Elisha amekufa, amemaliza kazi. Sijamaliza kazi, sifi. Ukiona unapita na kutabiri, hautakufa. Unachokibeba hakitakufa, lazima kitazaa matunda. Nakwenda kwenye familia ya mtu mmoja ambaye kuna vita. Hiyo vita sio vita ya kawaida. Kuna binti anakuja kuwa tajiri kwenye hiyo boma, kuna kijana anakuja kuwa dokta kwenye hiyo boma na mwanamke anapita pagumu, kuna kitu ambacho kimeonekana na Mungu. Ananiambia anakuandaa, kuna saa inakuja, kila aliyecheka familia yako, atachomoka waziri, atachomoka diwani, atachomoka neshi, atachomoka mwalimu. Hiyo familia iliyokataliwa watatokea wafanyabiashara, saa inakuja watajua yuko jemadari wa vita Afurudi nyuma ulikotoka, angalia vitu navyopita, sema asante kwa vita, sema asante kwa vita, sema asante kwa vita, sema asante kwa vita. Mashujaa tunafurahia mapito ha. Bila kupita utaandika historia gani? Utasema nini? Eh, kesho kutwa utakuta mtu ana njaa, hujui kama unataka kuwa mbeba dunia sahau kujipendekeza. Na mtu mwenye ndoto ajipendekezi na haogopi mtu. shana watu wanaoogopa na tanga tanga. We, we, we, we, we, we, si ndoto yangu usingilie, najua ninakoenda usiniingilie ovyo ovyo. Simama imara, simama imara. Hatuko miongoni mwa waliochoka, sisi tuko miongoni wa ambao wanapawa sisi <laughs> Yaani gari tunaweka four wheel inatoka kwenye matope, tunasonga mbele. Tuna Yesu mwenye nguvu, tuna Yesu jemadari wa vita, tuna Yesu mshindi wetu, tuna Yesu mponyaji wetu, tuna Yesu anayetupigania vita. Kuna kitu unacho, wezi ukapigwa vitu ovyo. Wezi ukapita kwenye mapito ovyo. Kuna kitu satani anaona Mbeba maono hafi, akifa amemaliza kazi. Sijashuhudia ndoa za watoto wenu nawahubiria hapa, sijashuhudia hawa madokita na waona kwenye hii madhabahu, sijashuhudia kizazi chako, ndoa ya kijana yako Nina hapa mbele za Bwana sitakufa, na hapa kwenye hii madhabahu sitakufa. Tumbo lako litazaa waziri, tumbo lako atatokea shujaa, tumbo lako atatokea kijana ambaye kanisa litamfurahia, kanisa litabarikiwa kwa ajili yake. Sitakufa mpaka mbingu imehakikisha haya.